Baba zetu walikuwa wakitafsiri Qur'an ala hawahum, yani kwa hawa zao na kwa maslahi yao. Na tutasahihisha biqawaid, kutokana na kaida alizoziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio mwanadamu. La, alizoziweka Mwenyezi Mungu ziliomo ndani ya Qur'an, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ahkama ayatihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zake ziliyomo ndani ya Qur'an ameziweka kwa siyaq na kwa nidhamu, na kila kilma kina kazi yake, wala vilma viwili ambavyo kwamba vimetofautiana haviwezi kuwa na dalala moja, na wala kilma kimoja kiliyoko ndani ya Qur'ani hakiwezi kuwa na dalala tofauti ama maana tofauti. Kwa hivyo leo tutazungumzia aya iliyoko katika Suratu Nisa. Kwa sababu wengi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala alivyotuambia ndani ya Qur'an kuhusu Mayahudi na Manaswara, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mwenyezi Mungu ametueleza kwamba Mayahudi na Manaswara wamewafanya wale akhbar ruhban ambao sisi tunawaita mashekhe na, na maulamaa kwa hivyo wao waliwafanya maulamaa wao na mafukaha wao na mashekhe wao arbaban min duni llahi, yani wakawafanya kwamba ni wenye kuwatwii na kuwafanya ni kama rab kuliko Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yani katika masala ya dini. Na mfano huo huo unapigwa kwetu sisi ummatu Muhammad, nao sisi tumewafanya almashaikh na mafukaha na maulama tumewafanya pia arbaban min dunillah, kwa sababu tumewachukulia kwamba wao hawakosi, twadhani kwamba wao hawakosi, na wanalolisema ama walilolisema wao ni haqiqatul mutlaq, yani 100% wamepata. Tumesahau kwamba wao ni wanadamu, yusibuna wa yukhtiun Wanapata na wanakosa, lakini sisi tumewachukulia yale maneno yao ni kama maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wakisema wao, basi ni hivyo hivyo. Kwa hivyo, leo huu ni uthibitisho tutakuthibitisha, tutaangalia aya iliyoko katika suratu Nisa. Aya yenyewe inasema, aya ya tano inasema, wala tutu sufaha amwalakum allati jaala llahu lakum qiyaman warzuquhum fiha ila akhiril aya. Sisi katika aya hii tutaangalia kilima ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekitaja, nacho kilma chenyewe ni as-sufaha. Mwenyezi Mungu anatuambia, wala tutu sufaha. Mwenyezi Mungu kwenye aya hii, ama siyaki ya aya hii, anazungumza kuhusu mirathi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema, wala tutu sufaha amwalakumul lati Jaala Allahu lakum kiyaman, warzuquhum fiha ila akhir al-aya. Sisi tutachukua kwa uthibitisho kuonesha. Mwanzo tutaangalia wamesema nini majadi zetu, wamesema nini mababa zetu, wamesema nini maswahaba kulingana na aya kama hili, na uthibitisho wenyewe tumechukua tafsiri mbili ambazo ni tafsiri maarufu tafsiri tobari

wote ufahamu wao sio wa sawa. Siku zote ndani ya Qur'ani, ukiona aya ama kilma wanavyoni wamekhtalifiana, ujue huo ni ufahamu wa makosa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepinga ikhtilafu katika kitabu chake: afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. Mwenyezi Mungu anatuhakikishia kwamba Qur'ani haina ikhtilafu yoyote. Leo twaambiwa ikhtalafa ahlu tawil kwenye tafsiri Tabari, twaambiwa kwamba wametofautiana wanavioni wa tafsiri, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia la wajadu fihi ikhtilafan kathira, walau kana min indi ghairi llahi lawajad ikiwa itakuwa ni maneno yanatoka kwasokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mutapata ikhtilafu nyingi. Na kama tunavyojua kwamba Qurani, tafsiri ya Qurani imo ndani ya Qurani, ufahamu wa Qurani wa vilma vya Qurani utafahamu ndani ya Qurani kulingana na vile vilma, namna Mwenyezi Mungu alivyofanya tasrifu al-amthila ndani ya Qurani na hizi ni halqa za nyuma, tumezungumzia kawaidi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alizoziweka kwa wale wenye kutaka kutadabbar alquran. Kwa hivyo, jambo la kwanza alikhtilafu, hakuna hakuna kukhtalifiana, hatufai tukhtalifiane katika Quran abadan. Ni lazima kila kilma kiwe na kazi yake, na ni hiyo hiyo hakibadiliki, yani kilma kama kile hakibadiliki ku ikiwa aya ni nyingine, la kilma kiwe ni kile kile, dalala iwe ni ile ile ya kile kilma, hata aya ama sura ikiwe kwenye sura nyingine, kile kilma kwenye sura hini, lakini dalala ni ile ile, haibadiliki. Lakini hapa tuambia ikhtalafa ahlul ilmi, na ikhtilafu siyo rahma, bali ikhtilafu nikma, ni mateso. Ikhtilafu siyo rahma, ikhtilafu ni mateso na Mwenyezi Mungu amepinga ikhtilafu, kwa sababu ikhtilafu ndio sababu ya kufarikiana. Ikhtilafu ndio hali tuliyoko sasa, kila mtu ana madhhabu yake. Ikhtilafu ndio sababu ya kufanya kila mtu amkufurishe Muislamu wenzake. Kwa hivyo kwenye dini hakuna ikhtilafu. Kwa hivyo watuambia, ikhtalafa ahlu tawili, wamekhtalifiana ahlu tawili fi sufaha, yani katika kilma hiki cha asufaha alladhina naha Allah jalla thanauhu, yani wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu alowakataza, an yutuhum amwalahum, yani kupewa mali zao. Faqala ba'dhum, wakasema ba'dhi yao, yani baadhi yao, yani baadhi yao ahlu tawili, wakasema kuhusu hichi kilma cha asufaha, humu nisa wasibyan yani kilma cha asufaha maana yake ni anisaa wanawake, waswibian. Kisha atwambia kuna said bnu Jubairi, na hawa ni katika wanavioni wakubwa tabiin. Qala alyatama nisa, said bnu Jubair naye atwambia kwamba kilma wa kwanza ametwambia anisaa waswibian

Wa sigar yani ni wanawake na watoto wadogo. Kisha akaongezea asema, wanisa asfaha sufaha na wanawake ni wajinga wa wajinga, yani hakuna wajinga kama wanawake, ndo amaanisha hivyo. Mwenyezi Mungu amesema wala tu'tu sufaha. Ndugu Waislamu sikizeni vizuri hapa, amesema wala tu'tu sufaha, hakusema wala tu'tu nisa, wala tu'tu yatama, wala tu'tu sibyan, la. Mwenyezi Mungu amesema wala tu'tu sufaha. Ani Dhahak, moja kati ya wanavyuoni wakubwa hao, fi qawlihi ta'ala wala tu'tu sufaha amwalakum, naye asema nini? Qala sufaha alwaladu wan nisa, ni watoto na wanawake Akasema wanisa asfaha sufaha ni wajinga wa wajinga, fayakunu alaykum arbaban, yani nyiwe nyinyi muwe ndiye wenye, yani kuyangalia ile mali, yani wasipewe mali, yani mwanamke asipewe mali yake, bali awakilishwe mtu mwanamume ili ayakontroli ile mali. Yani ni dhulma aina gani? Yani mwanamke anapofi anapokufa na ana urathi wake, basi hapewi ule urathi wake mwanamke kwa sababu gani? Kwa sababu ni asfaha sufaha, mwanamke ni mjinga wa wajinga, kwa hivyo mali yake atayatumia vibaya. Kwa hivyo ni lazima avewe mwanamume ndio awe ni mwenye kukontroli yale mali. Kwenye tafsiri ya Ibnu Kathir, naye asema an Ibn Mas'ud, huyu ni sahabi aswahabi, ambaye alikuwa ni katika maswahaba wakubwa, Abdullah bnu Mas'ud. So, tumsikize naye wasema nini? asema humu humunisa waswibian ni wanawake na watoto, yani Abdullah Ibn Mas'ud, ambapo kuna watu hoja zao utawasikia wanahoji katika komenti kwamba e, vipi hakuna anayefahamu zaidi dini kama maswahaba, hakuna anafahamu zaidi dini kama wanavyoni waliopita. Haya, ibnu Mas'ud ambaye ni mmoja katika maswahaba wa Mtume, na yeye wakati akiteremsha Qur'ani alikuwa hai, atuambia kwamba asufaha humu nisa wasubian, kwamba sufaha ni wanawake na watoto. Kisha ana abi Huraira, hasa sikiza na hili la mwisho, ana abi Hureira naye asema nini? Na qala alkhadam, kwamba maana sufaha alkhadam, yani wafanyaji kazi kisha endelea sema wa hum shayatwinu l insi yani hao vijakazi ni shayatwinu l insi. Yani, wanadamu yani mashetani wanadamu yani vipi? Yani mfanyajikazi wako wa nyumbani vipi awe ni shetani mwanadamu? Twamjua mwenye kutia wasiwasi wasi, ni yule jini ndio anaitia wasiwasi na yule shetwa, na yule mwanadamu ambaye ni shayatwinu l insi ni yule mwenye kutia wasiwasi kumtia wasi, wasiwasi mwenzake ili ampelekee katika shari. Yani, mwenye kumtakia shari yani mwanadamu mwenye kumtakia shari mwenzake huyo ni katika shayatuinul insi. Yani vipi mfanyaji kazi wako awe ni shayatuinul insi? Yani walikuwa wanatafsiri Qurani kwa hawa wanatafsiri Qurani kwa maslah, wanatafsiri Qurani vile wanavyotaka wao. Kwa hivyo haya yote tumeyasikia, kwamba wao asufaha ni mwanamke, wengine asufaha ni aliyatama wengine sufaha ni alkhadam, yani kila mmoja ametafsiri vile anavyotaka yeye. Lakini tuangalie, je, huyu mwanamke ni asufaha? Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani amemsifu mwanamke mwanamke, hakusema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kwamba ni asfaha sufaha, la, bali Mwenyezi Mungu amemsifu kiumbe kama hiki ambapo hawa ni mama zetu, hawa ni madada zetu, hawa ni wake zetu, hawa ni mabinti zetu. Vipi leo wewe wenye kusema mamako ni asufaha, ama mkeo ni asfahasufaha, ama binti yako ni asfaha? Yani vipi mtu utakuwa mwenye kusema maneno kama haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu ndani ya Qur'ani ametupigia mfano ya mwanamke sio mwanamume. La, amepigiwa mfano wa mwanamke kwa waumini wote wa, wa kiume na nasema, mathala, amanu, mfano, wa kike. Mwenyezi Mungu anasema dharaba Allahu mathalan mathala lilladhina amanu mraata Firaun. Mwenyezi Mungu awapigia mfano waumini wote wa kiume na, na wa kike, mraata kwa mke wa Firaun, tunapigiwa mfano namna alivyokuwa na toa, na namna alivyokuwa na ikhlas na namna alivyokuwa amemwelekea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano huyu mwanamke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ndani ya Qur'ani ametuelezea hikma ya yule ya Malikatu saba, yule mfalme wa kike ambaye alikuwa saba. Mwenyezi Mungu ametupigia mfano kuonesha kwamba mwanamke kama huyu alikuwa ni kiongozi, kisha alikuwa na hikma, kisha alikuwa na busara Yaani kutuonesha kwamba mwanamke pia yeye ni sawa na mwanamume. Mwenyezi mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kwenye ahadithi za ahadithi nabawiya pia twaona baadhi ya hadithi, twaona kwamba mwanamke ni mtu ambaye kwamba ni mwenye hikma kama ilivyokuja katika Yaumul Hudaybia, kiswa cha Umu Salama radhiallahu anha. Umu Salama ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipotoka Maka, alipotoka Madina kwenda Makka kwa nia ya kufanya umra pamoja na masuhaba zake, Makuraishi wakamzuia, Makuraishi wakawazuia kwamba wasifanye umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masuhaba zake kwamba sasa haina haja sisi tuingie Makka, kwa hivyo tufanye mambo yote hapa tulipo. Masuhaba wakakataa amri kama ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia kwenye hema la Umu Salama, akamshtakia Umu Salama kwamba maswahaba wamekataa kufuata amri la, amri yake. Lakini angalia hikma aliyokuwa nayo mwanamke na advice alizozitoa mwanamke kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amwambia Umu Salama, Umu Salama amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, wewe toka, usiseme na yoyote, toka chinja mnyama wako na kisha unyoenyele usiseme na yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba huyu ni asfaha sufahaa, kwa hivyo situkui advice zake. Mtume hakusema kwamba huyu ni mjinga na kiswatu akli, ana upungufu wa akili mwanamke, kwa hivyo siwezi kuchukua idea zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayachukua maneno ya Ummu Salama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata advice za Ummu Salama. Akatoka, hakuzungumza na yoyote, akachinja mnyama wake, akamwita kinyozi kumnyoa nyele, akanyolewa nyele. Na maswahaba wote walipomwona Mtume wafanya hivyo, na wao wakafanya. Kwa hivyo mwanamke kama huyo ambaye mwamwita asfahasufaha atoa advice kwa Mtume na ikawak advice kama hiyo, kwa hivyo vipi useme kwamba mwanamke ni asfahasufaha? Kwa hivyo tumeona Qur'ani inamsifu mwanamke, tumeona baadhi ya hadithi zinamsifu mwanamke kama huyo, kwamba mwanamke ana hikma. Kwa hivyo ndugu wa Islam, hii tafsiri ni tafsiri batil na ni tafsiri ambayo kwamba haikubali kabisa akili kwamba mwanamke ni asfaha sufaha. Kwa hivyo haya yote tuyaweke kando tusahihishe maneno kama haya. Ndugu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha hiki kitabu na kitabu kama hiki ni ilmu min indillah, ni ilmu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kitabu kama hichi maneno yaliyomo ndani ni khitabullah, ni mazungumzo ya Mwenyezi Mungu, ama ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizungumza na sisi. Na maneno kama haya, Mwenyezi Mungu ahkama ayatihi, aya zake amezihukumu aya zake ameziekea nidhamu, kila kilma kiko na haki yake. Mwenyezi Mungu ameyekea kaida Qurani, ukitaka kutadabbar ni lazima ufuate kaida alizoziweka mwenyewe Mwenyezi Mungu, na zimo ndani ya Qur'an. Na kaida ya kwanza, ama kaida asas ni inna ja'alnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Hiyo ndio kaida asas

Kiarabu wanachoongea watu wa Maka sio Kiarabu wanachoongea watu wa Suria. Kiarabu wanachoongea watu wa Suria sio Kiarabu wanachoongea watu wa Moroko. Kwa hivyo hiyo ndio lisanu la Arab. na lisanu la Arab kuna dakhili ya maneno ambayo kwamba sio ya Kiarabu kama sinema. Maneno mengine yanatiwa katika lugha ile ya Kiarabu, lakini lisanun arabiyin maanaake ni kila kilma kiko na asili yake ya lugha ya Kiarabu. Kwevo, ya kwa hivyo hiyo ndio qaida ya kwanza, inna jaalnahu Quran. Yani hii qaida itufunge katika ufahamu wa Quran, kila kilma tunakirudisha kwenye asili yake, sio kila kilma tunatafsiri kwa hawaa kwa hawa zetu. La, la, la, kila kilma tunakirudisha kwenye asli ya kilma kama kile Hiyo ndiyo kaida ya kwanza aliyotuwekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na tunapoifuata kaida kama hii, ni wallahi hatutokhtalifiana. Na kaida ya pili ni kwamba kila kilma kiko na dalala yake, ndio Mwenyezi Mungu akatwambia, dharaba Allahu mathalan mathalan rajulan fihi shurakau mutashakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathalan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya kama hini hazungumzi kabisa masala ya shirki. La, bali Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu vilma vyake viliyomo ndani ya Qur'ani kilma kimoja. Yani Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye hii aya, yani mtu anapokuwa na shakhsia mbili, huyo atakuwa ni mutashakisun, yani atakuwa haeleweki mtu kama huyo, kwa sababu yeye ni Ali kisha yeye ni Umar huko anatoa rai hili, huku anatoa mtu huyo mmoja. Lakini akiwa ni mtu ni mmoja peke yake, yani mwenye shakhsia moja peke yake, basi huwa ana msimamo, na huyo ni mtu ambaye kwamba salim alosalimika. Kwa hivyo anamaanisha Mwenyezi Mungu kwamba kilima kimoja alichokiweka ndani ya Qur'ani hakiwezi kuwa na dalala mbili, yani kilima kimoja kisha kiwe na dalala mbili ama vilma viwili tofauti kisha viwe na dalala moja, ni lazima itakhtalifiana. Yani vilma viwili vilokhtalifiana viwe na dalala moja, haiwezekani. Ni kama asufaha, kilma cha asufaha, kila mmoja ametafsiri vile yanavyotaka yeye, kila mmoja mita... La abadan! Mwenyezi Mungu amesema asufaha, huwezi kutuambia asufaha ni an-nisa. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametaja kilma an-nisa. Kwa hivyo haiwezekani kilma asufaha kiwe ndio an-nisa, an-nisa kiwe ndio asufaha. La abadan. Mwenyezi Mungu ametaja asufaha, kwa hivyo tunarudi katika asli ya kilma. Kama kile tunajua nini maana ya safihi, basi fungua kwenye kamusi. Asafihi inamaanisha an-nisa? Asafihi inamaanisha al-yatama? alsafihi inamaanisha alwalad al, al, al, al, al. La abadan. Alsafihi inamaanisha alkhadam? La abadan. Kwa hivyo tunapokuwa tukitoka katika kaida aliyoiweka Mwenyezi Mungu, basi hatutoweza kuifahamu Qur'an abadan. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama nilivyosema kwamba Qur'an ni ilmu min indi llahi, ni ilmu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ametuambia wala tu'tu sufaha kilma cha sufaha au ukiangalia kwenye mojam ama kwenye dictionary utaona kwamba safihi maanake ni mtu ambaye kwamba, kwa lugha ya Kiarabu au kwa lisano lisan larabi, la, tunasema kwamba safihi ni yule mtu ambaye kwamba balidi. Na balidi ni mtu gani? Ukiangalia kwenye mojam utakuta balidi ni yule mtu ambaye kwamba manharama dhakaa ni yule ambaye kwamba alokoseshwa uwerevu, yani dhaifu dhaka, yani ana udhaifu wa uwerevu, yani ni mtu ambaye kwamba hana ubusara, ni mtu ambaye kwamba ufahamu wake sio wasaa, yani hafahamu mambo vizuri, yani akili yake ni mzito katika kufahamu. Huyo ndio asafihi, huyo ndiye sufaha, yani yule ambaye kwamba akili yake ni hawezi kuswarifu mambo, ambayo kwa lugha ya kizungu tunaita brainless. Hawezi kufahamu mambo, yaani si rahisi wa kufahamu mambo. Sio kwamba hana akili, la ana akili, lakini ni mzito wa kufahamu mambo, hawezi kutatua mambo. Huyo ndio tunamwita, anaitwa asufaha, na huyo ndio alo alodhamiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kilima cha ja asufaha kwa hivyo asufaha sio mwanamke. Mwenyezi Mungu hazungumzii jinsia. Mwenyezi Mungu anatuambia musiwape mali zenu wale ambao kwamba akili zao bado hazijakomaa, wale ambao kwamba wana hawana nishati katika maisha, katika ufahamu wa mambo, kwa sababu mtu kama huyo mali atayachezea tu. Kwa hivyo huyo musimpe mali yenu nyinyi, muyakontroli mali kama yale kwa hivyo Mwenyezi Mungu hazungumzi jinsia mume ama mke. Yule ambaye kwamba hana uwerevu wa kiakili anaweza kuwa ni mume, anaweza kuwa ni mke. Kwa nini useme an-nisa sufaha nisa? na inawezekana kuwa ni yoyote. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu hali, hazungumzi kuhusu jinsia. Lakini wewe kwenda kutuambia kwamba ni wanawake. Mwenyezi Mungu hajasema ni wanawake. Mwenyezi Mungu kilma cha asufaha, kina dalala yake Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani amesema, sayaqulu sufaha. Je, hapa sufaha ni wanawake? La abadan, si wanawake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hapa madhumuni ama lengo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuweka kilma kama hichi ni kutuonesha kwamba mali kama yale, msiwape wale ambao kwamba akili zao bado hazijakomaa, ama wale hawana ubusara ama wale ambao kwamba hawafahamu yani e, maisha namna gani wataendesha maisha yao. Kwa hivyo, hao ndio msiwachukue mkawapa yale mali, lakini sio kwamba ni mwanamke wala sio kwamba ni mwanamume, na huyo safihi anaweza kuwa ni mume, anaweza kuwa ni mke. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii ni kuonesha kwamba ni lazima turudi tena katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na hizi tafsiri zinafundishwa mpaka leo katika madaris na katika jamiati na katika mahutba ya Ijumaa na katika madarasa. Hii, hii tafsiri ndo inayoendelea ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, kwamba sufaha ni mwanamke. Utasikia yote ni nini? Ni kwamba sisi tunadai kwamba waliotafsiri Qur'ani karne ya pili wao ndio wako sawa na wao ndio wenye ufahamu wa sawa na wao ndio wanajua kila kitu, sisi hatujui chochote, wao ndio wanaojua. La, hakuna mwenye kufikiria maneno kama haya isipokuwa ni ule mwenye upungufu wa ufahamu na upungufu wa ilmu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tutadabbar maneno yake, na kila mmoja wetu ana haki kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kila mmoja wetu ni lazima arudi tena katika kufahamu kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuanzia karne ya pili kutafsiriwa Qur'ani, mpaka leo tafsiri ndio hiyo hiyo tunaoifuata. Hakuna hata mmoja aliotutolia tafsiri kwa ufahamu wa karne ya ishirini na moja sote tunafuata, na haya ni makosa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuamrisha, wao wameifahamu Qur'ani kulingana na enzi zao na wala hawakutuambia kwamba ifuateni haya maneno yetu na maneno yetu tuliyosema ama tafsiri yetu ndio ya sawa, kwa hivyo msifuate tafsiri ya mtu mwingine. La abadan, wametafsiri kulingana na ufahamu wao, na sisi tutafsiri Qur'ani kulingana na ufahamu wetu, kwa sababu kila mmoja kesho ya malkiama ni mas'ul juu ya nafsi yake, wala sio juu ya mwingine. Wewe hutoulizwa kuhusu Ibnu Kathiri. Ibnu Kathiri atajitetea kivyake. Tabari, ya Abdullah ibn Mas'ud wote watajitetea kivyao, na watasema kwamba sikumwambia yoyote mimi afuate maneno yangu. Kwa hivyo kila mmoja atukuwe jukumu, na turudi upya katika kuifahamu Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa ila liqa'in akhar, bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.